Ulipotupo twende pamoja. Wananchi mkoani Mbeya wameshauriwa kutowaficha watoto wenye ulemavu badala yake wawapeleke shule ili watimize ndoto zao. Rai hiyo imetolewa na mkurugenzi wa kituo cha Funguka Foundation kilichopo jijini Mbeya Neli Elisha baada ya kupokea mahitaji ya watoto wenye ulemavu na watoto yatima kutoka kundi la Marafiki na Urafiki mkoani Mbeya. Kwa kweli natamani kuambia jamii kuwa ulemavu sio kushindwa, na yatima sio mtoto wa kukataliwa. Yatima anaweza baadaye akajimudu, na hata mlemavu pia anaweza akajimudu baadaye. Hata kama hawezi kutembea au kuongea, kuna kitu ambacho anakiweza atafanya. Nashukuru kwa upendo, nashukuru kwa ukarimu Nashukuru kwa hiki kidogo ambacho mmekileta. Kinaweza kikaonekana ni kidogo kwenu, lakini mbele za Mwenyezi Mungu ni kikubwa sana. Mtoto mlemavu si wa kumtenga, jamii nyingi inatenga watoto walemavu. Akizungumza na ZBC mwenyekiti wa kundi la marafiki na urafiki Joazi John Mgute amesema lengo la kupeleka msaada huo kwenye kituo hicho ni kuwafanya watoto hao wafurahi pamoja. Mungu ametujalia kidogo tulichokuwa nacho, tumeungana kwa pamoja, kidogo kidogo kilichopatikana tumeweza kuleta kadri Mungu alivyotujalia. Tumeona kama sisi tunafurahi, kwa nini ndugu zetu pia wasifurahi kwa kile ambacho Mungu atakuwa ametubariki kwa. Tukaona kama tutafika hapa manake Mungu atafurahi, lakini na tutakao wakuta hapa pia watafurahi. Baadhi ya wajumbe wa, wa kikundi hicho wamewahimiza wananchi kuwa na desturi ya kutoa misaada kwa watoto wenye mahitaji maalum. Kilichofanyika leo, sadaka ni kitu ambacho urafiki na marafiki walikipanga na tukipanga pamoja kuwa tuweze kutembelea kituo cho chochote, lakini ikagusia tuje Funguka Foundation pia. Yeah, tunamshukuru mkurugenzi kwa kazi hii ambayo anaifanya pamoja na timu yake. Ninawashukuru viongozi wa urafiki na marafiki. mm -hmm. Tunatoa wito kwa jamii sisi tuwe wa mfano, pia tukawe mabarozi huko tunakokwenda. Kundi la marafiki na urafiki limetoa msaada wa vitu mbalimbali kwa watoto sabini wenye ulemavu na watoto yatima waliopo kwenye kituo cha Funguka Foundation ikiwemo sabuni, sukari, nguo, viatu na mchele. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, Tai Vision. Ulipo tupo, tuende pamoja.